So, ni muhimu sana kwanza ujijue . Yes. Pili baada ya kujijua ujue unataka nini. Tatu uko tayari pia kwa kitu yenye unataka pia mwenyewe ujitolee. Shida ya watu ni hawataki. Wanataka mm. nikawa wanataka kudandia na wewe ndo wapande na hiyo maisha mm. Alafu huyo mwenzako sele unataka ukimleta kwa sababu wewe umemchagua yeye kwa sababu yeye anaingiana na hadafi yako mm. na goli yako. Je, wewe utaingiana na hadafu yake na goli yake? Kwa sababu hiyo ni kama ni uhusiano ya mtu mmoja peke yake, mwenyewe ndo anafaidika huyu mke afaidiki mm. ama huyu mume afaidiki mm. in the long run tutaanza kukosana, kwa sababu mimi ndakuwa inasema utaanza ku build resentment, ndaza mm. kuwa na chuki, kwa sababu wewe ni kama wewe unafaidika na mimi na mimi sifaidiki na wewe, ndio naona mm. na kabla hii yote tunatakana tuelewe, hii yote maelewano inatokana na kitu kimoja mm. kinaitwa nini? Communication. Mimi naitwa Ali. Na nataka mke na masharti haya, haya, haya, haya. Umenisikia? Yes. Yeah. Lakini umenielewa mm. na ukamfahamu mm. unamaanisha nini na masharti haya na haya na haya, indeed. Ukisema kazi unamaanisha kazi yako ni inagani? mm. Ukisema mimi nataka ufanye kazi unamaanisha kazi ya nyumba ama kazi ya nje mm. gani gani? Mm. Gani? Mm. kama ni saa zingine unasema mke, anasema anataka kufanya uh, masharti yake ni kuanzishiwa biashara Mume anasema mi sina shida, kwanzia we niambie kwanza, nipatie business plan yako kabla nyata tuwawane, nipatie mm -hmm. mbili ya matatu ama, ama kitu enye unajua nijue, ni pesa ngapi nah. kunaweza kuta mtu akimaanisha, unajua zingine sisi wanaume pia tunadanganyanana mm -hmm. mke anasema anakwambia usifanye kazi na kupatia pesa, uanze uh, biashara yako mm -hmm. niliona huko ofisi kwenu akukae kuzuri, unaona, anasema sawa, mnaoana, anakupatia elfu hamsini Beni ya nini sisi na kwanza biashara mm. Beni si biashara nikuwa nataka kuanza mm. Sima sisi nilisema nataka kufungulia biashara mm. Ini biashara gani naweza kuanza na elfu hamsini for example mm. Kuna mwingine anasema hapana, mi elfu hamsini inanitosha kabisa kwa ajili ya biashara yangu, na mashallah mkono wake iko na baraka iko na fikra na nini na nini mm. Lakini ingine unakuta hapana, kama mtu alikuwa anakisema biashara ni vizuri, pia tujue hii biashara unamaanisha mm. mm. ni ipi? Unaweza kuta wewe uko tayari kunifungulia biashara na mimi kweli labda tuniandikwe kazi, mi sina hiyo akili mm. -hmm. Sina hiyo moyo wa kwenda kufuatilia hizi vitu eh, ama tayari anasema uko tayari kufanyia biashara, lakini mjazungumza hizi eh, izi wanasema nini athari ya kumfungulia biashara mwanamke no. mm. Inaweza kuwa ni zipi? mm. kwa zunajua zingine tunasahau, kwa unaweza kusema kwamba uke uh, okay, umemfungulia kazi, lakini hii kazi inabidi kuna masaa spend huko, zingine mzigo inatakana ifike, unaona zingine inamwathiri, inabidi chakula ichelewe kidogo, yeah, yeah. Je, uko tayari ama huko tayari, mm. Ama tu niendelee kufanya kazi yangu. Nilikuwa naenda saa tatu by saa kumi na moja mi niko nyumbani mm, eh, na niko na time nipike chakula, lakini uliniambia nitoke huko, so ni muhimu sana tuelewane na tujue tunataka nini, na kidogo tuizungumzie eh, ili ndo tukielewana, mtu asiweze asi kusema maneno ingine.